Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhasani amefanya uteuzi wa baadhi ya viongozi mbalimbali watakaoshiriki katika tume ya uchunguzi wa matukio uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Ifahamike pia, Rais Samia Suluhasani siku chache zilizopita aliwajuza Watanzania kwamba ataunda kamati hiyo ambayo itakuwa na viongozi watakaenda kufanya uchunguzi ili kuweza kubaini ni nini chanzo kilichosababisha maandamano pamoja na vurugu zilizotokea baada uh, katika siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata hivyo, uh, siku ya jana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na uh, katibu mkuu kiongozi Balozi Daktari Moses Kusiluka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 na wajumbe walioteuliwa ni wafuatao: kwanza, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania; Barozi Ombeni Yohana Sefue mwanadiplomasia na katibu mkuu kiongozi mstaafu; Barozi Radhia Msuya mwanadiplomasia na barozi mstaafu; Barozi Luteni Jenerali Paul Mera mwanadiplomasia na barozi mstaafu; IGP mstaafu Said Ali Mwema mkuu wa jeshi la polisi Tanzania mstaafu; Balozi David Kapia mwanadiplomasia na balozi mstaafu, na Mheshimiwa Daktari Stogomena Lawrence Taxi aliwahi kuwa katibu mkuu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Na imetolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi uh, balozi Daktari Moses Kusiruka. Sasa hii ni taarifa ambayo iliyotolewa siku ya jana kufuatia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuunda kamati hiyo huru itakayoenda kushughulikia kuweza kutafuta ufumbuzi juu ya nini ambacho kilisababisha vurugu pamoja na maandamano uh, ikiwemo pia uvunjifu wa mali katika siku ya Oktoba ishirini na tisa elfu mbili na ishirini na tano. Ifahamike kwamba maandamano yalifanyika siku hiyo na ambapo pia kuna vifo ambavyo vilitokea na ni moja kati ya matukio ya kusikitisha na ambayo yatakumbukwa siku zote katika uchaguzi wa Oktoba 29 sasa chama cha ACT Wazalendo kimetoa taarifa yao ikiwa sehemu ya tamko ya chama hicho kufuatia kamati iliyoundwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kuundwa kwa kamati hiyo kwa mjibu wa taarifa hiyo tulina chama cha ACT Wazalendo walisema kwamba Chama cha ACT Wazalendo kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio tarehe 29 20, Oktoba 2025 na siku zilizofuata iliyotangazwa leo. Tume hiyo inajumuisha wajumbe wote kutoka ndani ya Tanzania, wakiwemo maafisa wa serikali na vyombo vya ulinzi ambao wengine wenyewe wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo badala ya wao kuchunguza. Si chochote bali ni, bali ni dhihaka kwa wale waliopoteza maisha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 Badala yake sisi Wazalendo tunataka kuundwa kwa tume huru kabisa ya kimataifa itakayokuwa na wajumbe kutoka nje ya nchi nje ya Tanzania, kama vile wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola, Umoja wa Afrika, taasisi za kimataifa za haki za binadamu, au vyombo vingine vya kimataifa vinavyotambulika kwa kutetea haki na uwazi. Hii ndiyo njia pekee itakayoweza kutoa haki kwa wahanga na kuzuia matukio kama haya yasirudiwe tena. Chama cha ACT Wazalendo kitabaki kutoa sauti kwa ajili ya haki na demokrasia halisi nchini Tanzania. Tunatoa wito kwa jamii ya kimataifa kushiriki katika kuishinikiza serikali kutekeleza hili. Ado Sheibu, katibu mkuu, Novemba 18, 2025. na